Mi naona siasa hapa imechacha, lakini mi naona kuna mahali, wacha niwasaidie kidogo, sindio? Kuna uchaguzi imetangazwa ya Januari, na mi naona pengine imewachanganya kidogo. Uchaguzi ya Januari si ya gavana, ni ya chama ya UDA. So tulizeni boli kidogo, bado ya gavana itakuja baadaye ama na magari jameni? Tuko pamoja, so mjipange na uchaguzi wa UDA kwanza, alafu hiyo ingine, kila mtu achaguliwe kulingana na ile kazi amefanya, si ndio? Hakuna mtu atachaguliwa hivi hivi. Hakuna mtu atachaguliwa kwa sababu yeye ni hodari na matusi. Hakuna mtu atachaguliwa kwa sababu yeye anajua sana ati kupiganisha watu hapana. Tunataka tuunganishe wananchi wa taifa letu la Kenya. Ndio rai ikuidhania. Tunaelewana? Watu wa Kiambu.